Mnavyojua ndugu wa Tanzania, ndugu wa Tanganyika, wameleta mashahidi fake. Moja katokea Zanzibar, amemeta Zanzibar ni polisi, polisi waenaniza maji kutoka Zanzibar, mwingine polisi kutoka Moshi. Lakini wa Zanzibar nafikiri lafuzi mtazisikia tu. Ongeza mm. Wana wengine wanakuambia, sasa hivi waamini Watanganyika. Sasa nyie mmekuja kujeka kwa Watanganyika, halafu alafu wa muamini wa Watanganyika, wa mnaosema kwamba mnataka kuwaongoza, mnataka kuwaongoza nyie. Si mmesema ichagulwa tisini na nane tisini na saba tisini na nane halafu muamini wa tisini na nane ndio utume wa chama ndio wachagua. Acheni tabia zenu za kipuuzi, acheni Acheni mashahidi wa uongo, mwacheni Lissu. Mewatayarisha majaji, meshawapa maneno ya kuwauliza mashahidi wa uongo. Mashahidi wameshapewa maneno jinsi ya kujibu, wa mashahidi wa uongo. Lakini nitawaleta wote, mitandao yangu ya kijamii nitawaleta majina yao, nitaleta na sura zao. Abdul mjue mnacheza na mtu wa design gani. Mi ni mtoto mdogo tu miaka kumi na nane. For really, yes, I'm 14. Mwanamke bwana, au mtoto wa kike, mimi nina haki. Nimeacha miezi mitano sita, niko naie nimeacha kazi zangu zote, kazi zangu zote, nakula na kulala tu, nakula chakula na kunembeka na kuagiza chakula na kuleta na kufanywa hivyo. Yes, atakuogeshwa na kuogeshwa kwa ajili yenu. Nimeacha, fikiria, nimeacha vitu vyangu vyote kwa ajili yenu. Kazi nimeacha, kuna kazi mbili kwa ajili yenu. Jamani, kuna mkakati unaoandaliwa kwa ajili ya kumaliza Tundu Lisu. Mkakati wenyewe ni kwamba Lisu anakofika mahakamani mara nyingi anaagizaga chakula pale pale mahakamani, kwa nje analetewa pale mahakamani, anakula. Lisu ameshapewa one, ameshaandikiwa mpaka na barua na mahakama kwamba hivyo vya hicho unachokuna agiza chakula kwa hapa mahakamani, kwa nje kinaweza kukuletea shida. So acha nasikia barua ameshamwandika Tundu Lissu. Lakini Tundu ameendelea kuagiza chakula pale nje, uko kwa nje pale mahakamani anakula. So kwa vile Tundu Lissu amekataa kufata maagizo yao ili wamuachie. Yeye ameendelea kukaza njia ambayo amefikiria, ni kwamba akiendelea kukaza, wanataka kile chakula ambacho Lissu watatuma nje waweke sumu kwenye kile chakula. Wakisha weka sumu, Tundu akifa Tundu Lissu akila kile chakula akifariki, ikijulikana hata kama kwamba kimcheki amekufa na sumu, watasema sisi tuliandika mpaka barua tukamwambia, siwe na kula vyakula vya hapo nje unakizosa kiboya. Kwa hiyo sisi haituhusu, hatujui hatu, hicho chakula hajala huku ma, nani mahabusu amekuja kulia huku mahakamani. Kwa hiyo itaonekana kwamba wao hawajui kile chakula kimewekwa nini, kwa sababu kilinunuliwa mahakamani, nje ya mahakama. Na kitu ambacho naweza nikasema kwamba kitu ambacho Lissu wanasababisha ananwaga chakula Mahak kule mahabusu wampagi chakula na aliyetoa statement hiyo, wasipewepewe chakula, ni sumai kwamba wamtenge kwenye chumba chake, zametiwa kwenye chumba chake, waweke sisi kamera TV, sisi kamera ile, ili Lissu wakiuliza wanamwambia kwamba sisi tunakulinda, ila ni kumkomesha Unamkomesha binadamu bila kumpa chakula, kwamba wanamkomesha. So kwa vile naona Lissu amekaza, watatumia huo mwanya wa kuweka sumu kwenye kile chakula, ili Lissu akila kile chakula kimsuru, ambacho naweza nikasema kwa Samia na Abdul na Sumai po Makonda, wewe ndondeleva pia Acheni mambo mnayofikitaka kumfanyia Lisu, acheni mara moja, acheni mara moja. Mnakumbuka kabisa Po Makonda ndi ali organize watu wakampiga bunduki na uh, nani mheshimiwa Tundu Lisu ali, Po, Po Makonda alitaka amue, um, Tundu Lisu na Pomakonda ndio ameshika hapo na Kikwete aswao, lakini mtu anaetoa sabi mawazo sana ni Abdul Pomakonda pamoja na Sumai. Ni mambo ya kusikitisha sana. Mnaona kwamba amewa amekaza kwamba hataki kusikiza mambo yenu, mnataka nyie afuate njia zenu. Amekataa kwamba, tumemzingishia kesi tumepiga bunduki ya jafa, na bado hivi, bado wananchi wanampenda huyu, tunataka tumweke sumu kwenye chakula. Angalieni, kabla mje kaweka sumu kwa chakula, msije mkaanza kuondoka nyinyi. Niko very serious, achaneni na mawazo ya kuoza achaneni na mawazo ya mauaji. Suma ibadilika Abduli mbadilike wewe Poma Makonda mbadilike mawazo yenu ya kipumbavu mwaji